Uh, kuna mtu alikuwa anauliza jinsi ya kuenda live kwenye different uh, platform za uh, uh, Facebook uh, YouTube uh, Instagram mara moja kwa kutumia OBS. Sasa kuna hichi kidude hapa ambacho kina wameandika multiple output. Hii ni software ambayo inatakiwa uinstall. So twende tuone process by process jinsi ya kuinstall hii na kuitumia uh, so kitu cha kwanza ambacho tunafanya tuna folder letu kwenye link ambalo uh, tunasema unali download ilo folder ambalo ni ile hapa folder la OBS, so tunafungua. Ukishafungua uh, u mndani unakutana na, unakutana na hizi software zetu ambazo zipo hapa, zote hizi zipo kwenye for the la OBS so ambacho tunakitafuta sisi, tunatafuta hiyo plugins ya um, uh, um, malt, ambapo ni hii, tumeandika OBS malt. So ukikuta hii software na manda kiwa install kwenye OBS, ukisha ifungua itakuja hivi. Ikija hivi, una install hapo, install inaingia, ukishaambia close, maana tayari utaitakuwa tayari ingia kwenye OBS. So kinachofuata baada ya hapo ni sisi ku kufungua OBS, kufungua OBS. So nitakiwa uja hapa kwenye Docs ukija hapa kwenye Docs, unashuka unaikuta pameandikwa multiple output. Ukiklik manake ani zako zote, plugin zako zote ambazo takuna zaodi zitakuwa zinakuja hapa. Unachagua hii hapo ya multiple output. Ukichagua inakuja iko hapa hii hapa. So ikija kama ni hii, wewe ndo una add target kwamba unataka upeleke wapi. So ambazo zipo hapa, ambazo zinaonekana, ilikuwa ni hii hapa, ambazo ilikuwa zishaziandika ya Facebook na YouTube. So hizi tukizifuta, ili tujue jinsi ya kwanza kuandika upya Una add new target. Uki add new target inakuja kama hivi, ikija hivi, unakuja hapa juu hapa, unaandika hiyo target yako, unapeleka wapi, fanyia live. So tuna assume ya kwanza sisi tunapeleka Facebook. Ukishasema Facebook, maana yake you supposed to have a url na stream key, ambazo hizo ndio unazicopy unazikopi kwenye, kwenye Facebook Ukija ukizikopi utapesti hapa, utakopi na utakopi na stream key utapesti, then utakuja utaiambia okay. So tayari unakuwa unayo ya kwanza ya Facebook, una hadi ya pili, ambayo ya pili tunasema ni ni YouTube ya yeah, pili ni YouTube ambayo nanyewe pia uno una kopi kule URL, una copy na stream key, then utaiambia okay. Kwa hiyo ukifika muda wa kwanza uh, streaming ina depend kwamba ukisema tu hapa uh, start all, baada ya ku start hii, lakini sababu hii ndio main stream ambayo ki start, inakuwa ni rahisi hizi zingine kufata, kwa sababu zikaanza hizi kabla ya huyu. Kwa hiyo huyu, let's say unapeleka sehemu moja, let's say huyu unapeleka uh, Instagram then ya YouTube na Facebook unakuja unazipata hapa, kwa once you start this, hizi zingine unazianza kwa hiyo boom, utakuwa uko tayari umeenda live uh, mitandao yote ambayo utakuwa unaitaka hapo, na list as you can but angalizo ni kwamba make sure internet yako iko stable, kwa sababu once the internet is not stable, hawezi kukuruhusu wewe kupeleka stream mitandao yote hii, na uh, stream zako zikawa stable, lazima zitakuwa zinazingua. So hiyo ndio jinsi ya kwenda live uh, social media zako zote ambazo connect na OBS. Thanks for today. Kama kawaida, link ya hizo software iko chini kwenye description.